Fiat, ni hali brand new? Imekuwa kama Fiat, taa zote haziwaki, kweli jamani. Hemu, hemu angalie, ndugu yangu Linex Sande, mjeda huu baba jamani, hey, hey Mungu, babah jamani Mungu Mungu, hey ke hey, ndugu yangu hey, ana gari mpya, kaigonga taa zote Kavunja saiti mbila zote, kavunja taa zote mpaka za nyuma. Ina maana akirudi nyuma mpaka agonge ukuta ndo ajue hapa hapa mwisho, mwisho. <laughs> Akienda mbele mpaka apige tena tenaagende wana wana kulia, <laughs> <laughs> kama kulia so kwake, basi hata mpaka akagonge, amekuwa kama mswezi wa Tabora <laughs> <laughs> <Atu ishimiane laughs> agonge mtu

Bila kuambia nu mimi na wewe tutaenda sahani sahani moja. Laptop umepewa nu kila kitu nuu mapenzi nu mabusu nu pombe yanapewa nu hii ni lugha. So hizo lugha ndio zile za nyepesi nyepesi za mtani, za mtaani za kwenye movie za Godzilla. Eti <laughs> baby, baby.

Yaani yeye ajue kabisa kwamba atajuta. <laughs> Maana kitanda kitalia kama mziki ane akk Mwanamke bwana, naona kama utakuwa sana. Akamwambia mimi sitachoka, afu sijifosi wewe. si kanifia mimi, kumbe kachoka yeye <coughs> amechoka, msechu anamsingizia <coughs> mwanamke. Unajua mambo ya kujifosi, utakuja kufia hapa mimi, nishakuona mi, mi najua mimi, aya mambo nafanya muda mrefu bana. Umechoka bana, acha tulale bana. Kitanda hakina mlio wote, kitanda kinataka kile kwa kwa kwa kwa kwa. Oh, shehe kwa oh, shehe kushuhudia kitanda cha ndugu <laughs> yangu wa karibu sana, mzee wa Tan Twister. Unamjua nani Tan Twister? Kweli hiyo. Anaitwa Quick Rock a hip hop for real. Kitanda chake akiendi akiendi, sasa kinaenda pembeni, kwa sababu kitanda kinayumbaje kama mimi

Wewe, a ukimaliza, dada tuachie sisi mafundi wataalamu fundi majumba bila fundi majumba. Iovaa zetu majumba na lazima mwanamke apate mimba, hata achome sindano saba lazima, kwa no. sababu wadudu wangu wanaruka sarakasi kwenye vidonge vya ta ta ta ndani <laughs> na mimba haitoki, wadudu wanashika utumbo utumba, <coughs> <coughs> <coughs> mimba wanazuia wanakokoroa, wanashika roho na wana, ukitoa mimba na roho inaenda, yaani mimi kama kama Shilole ooa vitu hajui. Sasa hivi mimba ya tatu, mtoto <coughs> wapi, ikapiu baba mwaka wa nne. Wewe baba, asiwachane <laughs> ni kuache, ndugu yangu. Kuna mtu mmoja anaitwa Godzilla King Zila, King Zizi, tajiri auso bwana. Leo tani mwache bwana, nishike na mtegemea Morogoro pale kwenye mambo ya kula. Naona lecho tushavoroshana, mtegemea rich game, mambo ya kula ndelewa Morogoro, tunakula bwana. Mimi nimeamka saa kumi usiku hapa. Msechu yuko ameenda nani, <laughs> South Africa. Hiyo show kiingilio ni bia. Ukila <laughs> bia unaingia unamuona msetu tu bulani. <laughs> Na haimbi anaonyesha tumbo. Tumbo la ajabu ni wewe mtu na, anakula kwa mlo mmoja tumbo kubwa hiyo, si maajabu katika maajabu kumi ya dunia, na yenyewe imo tumbo kama mseke hani, sio masiara, nakula zangu vyuma bana na hela kama heleni. Umejaza tena jamani, madeni mtu akisikia umelipwa Tunasikia bwana, uko Dodoma bungeni, umelipwa milioni saba. Ni kweli? Lakini ilikuwa na madeni milioni 43 nimelipa yote. Sheddy's New Look FM Radio.